Kwa nini Allahu subhanahu wa taala amewatumiliza kitume? Tamam, lakini kabla tujaingia katika swali letu tuangalie katika yale ambayo tulikusudia kuyasema jana, lakini tulipitikiwa na hatukuyasema. Kwanza kabisa katika sifa za mukallafu, tulisema jana kwamba mukallaf ni albalighul aqil, ni yule ambaye amefikia baligh na mwenye akili. Na kwa kupitia sifa mbili hizi, mtoto mdogo ambaye hajafikia baligh hazingatii kuwa ni mkallafu, lakini pia mwenda wazimu, mtu ambaye akili zake hazimu hazingatiwi kuwa ni mukallafu tamam. mm -hmm. Sasa tukasahau sifa ya tatu au sharti la tatu, ili mtu azingatiwe kuwa ni mukallafu, nalo ni wa balaghathu ad-da'wah, na iwe imemfikia yeye da'wa ya Uislamu, kwa maana Uislamu pale alipo huo umemfikia mtu huyo, ndio atazingatiwa kuwa ni mukallaf. Kwa mukallaf ni al-baligh al-aqilu alladhi balaghathu ad-da'wah, ni ule mtu mwenye akili na ameshafikia balighi na umemfikia ulingano wa Kiislamu, imemfikia nini? Dawa ya uislamu au ulingano wa Uislamu. Tamam, mm huyo -hmm. ndio anazingatiwa mukallaf. Kwa hiyo yule mtu ambaye ni bali aqilu, lakini dawa ya uislamu haijamfikia hazingatiwi kuwa ni mukallaf. Tamam, mm -hmm. la pili tumesoma jana hadithi bili ambazo ni dhaifu va, ambayo mojawapo ni hii ambayo ipo katika kitabu chetu, lakini tukasoma pia hadithi nyingine mbili ambayo moja ni hasan na nyingine ni sahihi. Hasan ni ile ya Ibnu Umar na ile sahihi ni ile ambayo ipo katika nini, Sahihi Muslim hadithi zile

Laisa kamithlihi shay'un, hakuna kitu chochote mfano wake Allah subhanahu wa ta'ala. Aya hii inakataza kumfananisha Allah na kiumbe chake chochote au kumfananisha Allah na sifa miongoni mwa sifa za viumbe wake, lakini pia zile hadithi mbili vile vile pia zinakataza hilo. Lakini si hivyo, aya nyingine katika

yeye amethibitisha kwa Allah kwamba Allah na mpaka hakiwi kitu, na mpaka mpaka kitu hicho kiwe nini, kimekusanywa na sehemu kiasi ule, mpaka unaweza nini ukakadiriwa kuwa ni mita kadhaa, umbali kadhaa, tamam. mm -hmm. lakini pia hawa hawa mawahabi imamu wa Ibnu Taymiya al Alharrani alifasiri maana ya istiwaa bimana jalasa, alipoulizwa nini maana ya istiwaa kwa Allah subhanahu wa taala, akasema jalasa kajulusi hadha, na akaashiria kukaa kwake. Wakati anaulizwa alikuwa amekaa akasema istiwa maana jalasa kajulusi hadha, maana istiwaa ni kukaa kama kukaa kwangu mimi hivi. Hii ni akida mbovu na inapingana na

Inna Allaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Na wala msimpigie mifano Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Hakika Allah anajua, ana elimu ya kila kitu, na nyinyi hamjui isipokuwa vile alivyowafundisha basi. Sasa isitokee mtu akasema ah, inakuwaje Allah asiwe hivi ah, ah haujui wewe yeye ndo anaijua na, na hakuna anayejua uhakika wa dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa yeye mwenyewe imekuja riwaya na riwaya hii imepokelewa katika vitabu vingi sana katika vitabu vingi al-Imam Tajuddin Subki anapokea riwaya ya Sayyidina Abu Bakar Siddiq

napokea na maneno ya sahaba mkubwa abi Sayyidina abi Bakrin Siddiq radiyallahu anhu, khalifa wa kwanza katika Uislamu, khalifa wa kwanza wa mtume katika Uislamu, wanasemaje? Alajzu an daraki lidraki idrakun, kushindwa kuufahamu uhakika wa kitu. Idrakun ndiyo kufahamu kwenyewe

na hayana shaka katika kuegemezwa kwake yeye, yamepokelewa katika vitabu vingi vya aqida. Wameyapokea maneno haya wanawazuoni wa madhhabu ya Maliki, wanawazuoni wa madhhabu ya Shafiia, wanawazuoni wa madhhabu ya Hanbalia, wanawazuoni wa madhhabu ya ilaya Alimam Abu Hanifa. Ni maneno ya hakika ambayo ameyatamka Sayidna Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu, na ana maneno yake pia mengine anasema. Na maneno hayo kuegemezwa kwake ni moja kwa moja, hayana shaka. Ameyapokea al-alim al-allama Muhammad murtada al-Zabidi kwenye kitabu chake cha ithafu sadat al-Muttaqin sharh ya ihya ulum al-din. Sayidna Abubakar anasemaje? Anasema, alhamdulillah

ya kuweza kumtambua yeye, ya kuweza kuutambua uhakika wake yeye. Illa, illa bil ajzi an maarifati, isipokuwa kwa kushindwa kulifikia hilo. Kwa hiyo sisi kule kushindwa kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala na kuutambua uhakika wake Allah, hiyo ni njia ya sisi kutambua kwamba Allahu akbar, kwamba Allah ni mkubwa

hakuna mwenye kuweza kuufahamu uhakika wake na kufanya upelelezi kupiga mifano kujenga fikra kwamba eti amekaa, ana mkono kama mikono yetu, ana saq eh, ana muundi kama miundi yetu. Hiyo ni kufuru na ishrakun tamam. mm -hmm. Kwa hiyo madhehebu yetu sisi

ndani ya Quran au ndani ya hadithi maana ambayo au sifa ambayo ni sifa miongoni mwa sifa za viumbe wake ni kuiegemeza katika elimu yake yeye mwenyewe Allah na katika makusudio yake Allah subhanahu wataala. Allah majisifia akasema ndani ya Quran, yadullah fawqa aidihim. Madhehebu yetu sisi Ashaira, msimamo wetu wa kwanza yad Allahu ya'lam ya bimuradihi, tunasema hivyo, Allah ndiye mwenye kujua makusudio yalichokusudia katika kutumia lugha kama hii yad, tamam. mm -hmm. hiyo naitwa atafwidhi, kuegemeza ile maana na makusudio katika elimu yake Allah subhanahu wa ta'ala na katika upande wake Allah subhanahu wa ta'ala tamam? mm -hmm. na ku, zingatia kwamba mkono uli uliokusudiwa pale ni mkono wa hakika kama mikono yetu tamam, na uweze kuthibitisha kwamba ni mkono moja kwa moja. Kwa sababu gani? wao una ujua hakika wa mkono wa Allah, unajua kwamba Allah ana mkono. Kwa hiyo madhehebu yetu sisi ya kwanza ni atafwidhu, kuegemeza ile maana na makusudio kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amesema, yadullah fawqa aydihim al yad mwenye <coughs> Mwenyezi mw Mungu, Allahu yalam ya bimuradihi, amantu biha, mimi nimeamini hiyo sifa ya mkono sasa. Lakini Allahu alam bimuradihi, yeye Mwenyezi Mungu ndiyo anajua makusudio ya nini ya kusema yad ullah fauka aidihi. Lakini sasa ukija kunitaka mimi kama mimi nikupe maana ya yad Madhehebu yetu sisi ya Ashaira tunatumia njia ya at tawil. Tawil maana yake sio taharifu. Taharifu kwa maana ni kugeuza kitu, kukitoa kitu katika uhakika wake, kama wanavyodai Mawahabi. Mawahabi, sisi tukifanya ta'wil katika zile aya za asma wa sifat, wanasema tuna nini? Tunaigeuza Quran, tunatafsiri Quran tunavyojua sisi. Hapana, hiyo ni khada hiyo ni njama ya kuwaadaa watu kwamba sisi tunaipinga Qurani. Ndio maana taharifu taharifu, manake kitu kimekuja, wao unakipangua. Tamam, asa huo ni msimamo wao na ni, na, ni walivyoelewa wao tamam. Lakini taawili katika upande wetu sisi ashaira ni kutafuta maana inayoendana na ukamilifu na utukufu wa Allah subhanahu wataala katika aya za asmaa wa sifati. Kwa hiyo ukitaka kuniambia pale Allah amekusudia nini, nitakwambia amantu biha, nimeiamini hiyo sifa ya mkono, wallahu alam bimuradi, na Mwenyezi Mungu ndiyo anatambua zaidi makusudio yake. Sithibitishi kusema kwa kwamba yadu, hakika mkono wa kweli, sithibitishi hilo. Kwa sababu gani? Hakuna mkono unaojua wewe isipokuwa mikono yetu sisi na mikono ya viumbe wengine lakini sasa ukija katika upande wangu mimi, ukanambia wewe unanipa maana gani katika ile yadi, ntatafuta maana inayoendana na utukufu na ukamilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nitakwambia vipi? Alyad bimana quwa bimana alquwa, mkono ni kwa maana nini? Kwa maana ya nguvu, na nguvu ni sifa inayoendana na utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala ni sifa ya ukamilifu si, si sifa ya mapungufu. Tamam. Mm -hmm. Lakini wewe unaposema yadu, hakika mkono wa hakika, kisha katika bongo lako haujijengi hau isipokuwa mkono kama mikono yetu sisi, inakuwa nini? umemwegemezea Allah sifa ya mkono kama mikono ya viumbe wake, lakini pia umemjengea fikra katika bongo lako

na sifa ya kutikisika wala sifa ya kutulizana wala sifa ya kuhama wala sifa ya kubadilika, asifiki na sifa hizo. Sifa ya kutikisika ni wewe mwanadamu, unatikisika sasa hivi, mti unatikisika, wanyama wote wanatikisika, sifa za viumbe. Sifa ya kutulizana, wewe mwanadamu sasa hivi unatikisika baada ya kufa utakuja utatulizana. Wewe kwa sababu gani? Kiwiliwili chako damu yake imesimama basi, mwili wako pia nini umetulizana. Hiyo ni, ni sifa hadith, sifa ya kuzuka, kabla hapo haikuwepo, baadaye kaja kwako wee. Allah asifiki na sifa ya kutulizana, lakini pia Allah asifiki kuwa eti yupo katika sehemu fulani. Allah alikuwepo kabla ya kuumba chochote na baada ya kuumba kila alichokiumba yupo kule kule alipokuwa kabla ya kuumba chochote. Hiyo ndio akida yetu, na mwenye kutafuta namna nyingine, njia nyingine, anatafuta nini? Ile walbahthu an dhatihi kufrun waishraku, anatafuta njia ya kuingia katika ukafiri na anatafuta njia ya kuingia katika shirki. Na zimenukuliwa ijimaa nyingi za wanawazuoni wa Ahlu Sunna Waljamaa kwa mujassim

Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala amewatumiliza mitume? Naam. <coughs> Mulahadha, kuna tofauti kati ya annabiyu na arasulu. Kuna tofauti kati ya annabiyu warrasulu. Annabiyu, nabii ni yule ambaye ameshushiwa wahyi

Nabii ni yule aliyeshushiwa wahyu wa kufuata sheria ya mtume aliyekuwa kabla yake au ya mitume waliomtangulia wa kabla yake, na aifikishe sheria hiyo kwa watu wake. Huyo ndio nabii, kwa maana hajagewa kitabu. Yeye ameshushiwa wahyu wa kufuata sheria za mitume wenzake waliomtangulia wa, na aifikishe sheria hiyo kwa nani? Kwa watu wake. Huyo ndio nabii. Na ar-rasul, mtume ni yule aliyeshushiwa wahi wa kitabu lakini pia wahi wa kufuta baadhi ya sheria za wale mitume wake a, za wale mitume wenzake. Tamam mm-hmm. na kushushiwa wahi wa kufuta baadhi ya sheria za wale mitume wenzake waliomtangulia, huyo ndio ar-Rasul, lakini pia vile vile naye anaamrishwa aifikishe

wa binaskhi shar'i man qablahu min ar-rusul wa an yuballigha dhalika, mtume ni ule aliyeshushiwa wahyi wa kitabu kilichotelemshwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia aliyeshushiwa wahyi wa kufuta baadhi ya sheria za wale mitume wenzake waliomtangulia, lakini pia naye anaamrishwa ayafikishe hayo yote aliyoshushiwa kwa watu wake huyo ndiye mtume. Kwa hiyo nabii ni yule aliyetumilizwa pasina kupewa kitabu na akashushua wahi wa kufuata sheria za wale mitume waliomtangulia kabla yake, na aifikisha sheria hiyo kwa watu wake, tamam. Na mtume ni yule aliyeteremshiwa wahi wa kitabu, lakini pia akateremshiwa wahi wa nini, wa kufuta baadhi, sio sheria zote, baadhi ya sheria za wale mitume wenzake wa waliomtangulia, na kufikisha huo wahi aliyoshushiwa kwa watu wake tamam. Kwa hiyo nabii ni yule ambaye hajagiwa kitabu, mtume ni yule aliyepewa kitabu tamam. huyo hiyo ni farku baina ya annabii wa rasul, na kupitia farku hii sasa tunapata kutambua kwamba kullu rasulin nabiyyun, walaysa kullu walaysa kullu nabiyyin rasulan Kullu rasulin nabii, kila mtume ana sifa ya kuwa ni nabii. Kwa sababu gani? Ameshushwa wahi wa sheria na akaamrishwa nini aufanyie kazi na awafikishie watu wake, na sifa hii kwa nabii ipo, na sifa hii kwa nabii ipo. Kwa hiyo kullu rasulin nabii, kila mtume ana sifa pia ya unabii, walaisa kullu nabiyin rasulan na kila nabii eh, hana sifa nini? sifa ya utume. Kwa hiyo mtume anakusanya sifa mbili, anakusanya sifa ya kuwa ni mtume na anakusanya sifa ya kuwa ni nabii, lakini nabii anakusanya sifa moja tu ya kuwa yeye ni nabii. Tamam, mm -hmm. jim jawabu, anasema arsalallahu rusula, Mwenyezi Mungu amewatumiliza mitume liyuallimu nnasa, ili mitume

basi akawatumiliza Allah manabii mubashirin, hali ya kuwa ni wenye kuwabashiria waja wema pepo, wa mundhirin, na hali ya kuwa ni wenye kuwaonya waovu na na moto tamam. mm -hmm. kwa hiyo, Allah malengo ya kuwatumiliza mitume ni haya, lile suali liloulizwa, jawabu lake ndiyo hili. Aya hiyo ipo katika Surat Al-Baqara aya ya mia mbili na kumi na tatu.

illa nuhi ilayhi an la ilaha illa ana fa'budun, na hatukumtumiliza kabla yakoye mtume yoyote isipokuwa tulimshushia wahi wa kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi. Allah fa'budun, basi niabuduni. Allah anasema hivi tamam. Kwa hiyo Allahu subhanahu wataala hakuwatumiliza mitume isipokuwa kwa lengo la kwenda kuwafundisha watu yale yenye kuwafaa katika dini yao na dunia yao, lakini pia kwenda kuwalingania watu kumwabudu Allah subhanahu wataala na kuacha kumshirikisha Allah kwa kuviabudia vitu vingine, kwa kuviabudia vitu vingine, na ndio ulama wakasema tofauti ya Muislam na asiyekuwa Muislam ni swala na tofauti ya mwanadamu na mnyama ni mwanadamu na mafunzo ya mtume wetu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mwanadamu yoyote ambaye anaacha mafunzo ya wa mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye na mnyama ni sawasawa sawa. Mtume ametufundisha kula kwa mkono wa kulia, kwa sababu ndiyo salama ni, ni dunia, anafundisha tamam, dunia wewe ukaenda kula na mkono wa kushoto, mkono wa kushoto ambao unautumia katika matumizi yale, utakuwa salama